Mchezo wa fainali katika bonanza la wanafunzi Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro uliokutanisha timu ya BAED 1 dhidi ya BAED 2 umemalizika kwa BAED 2 kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri na kufanikiwa kutoa taji hilo lenye thamani ya kitita cha shilingi laki mbili. Chivihi Media tumezungumza na wachezaji wa timu zote mbili, huku akitueleza namna mchezo huo ulivyokuwa ulivyokuwa kiujumla. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo salama bila kutoka injali yoyote. Tumepambana, tumeonyesha moli yote ya upinzani lakini bahati ilikuwa kwetu kwa sababu mchezo ni matokeo matatu. Ah, tumepoteza, tunakubali tumepoteza, lakini tutajipanga, sio safari ya mwisho wetu, kwa sababu ndio kwanza mwaka wa kwanza, na hii ni ligi ya pili tuseme hivyo, zote inafika fainali, lakini tunashindwa kuchukua ubingwa, ila Mungu usiku atakuwa upande wetu, tutajipanga, tutaangalia wapi kwenye madhaifu. Inshaallah, ligi nyingine zote tutachukua. Kwa ujumla Hapana, sio ugeni, ila kikubwa labda niseme kwamba wenzetu wamepata chansi, wametumia, lakini sisi tumepata chansi nyingi, tumeshindwa kutumia. Hivyo tu kwamba ni makosa ambayo tumeyatenda, kosa moja limetuadhibu. Kwa hiyo hamna ugeni, isipokuwa ni upinzani, tuna mchezo ulivyo. Mashabiki wangu nawaambia kwamba wasivunjike moyo, kwa sababu ni mchezo na afu ni matokeo ya mchezo, lakini pia waangalie kwamba wapi tumetoka na tumepambana sana, kwa sababu hawa sawa ni wakubwa wametutangulia, lakini tumepambana na tumefika fainali. Kwa hiyo fainali sio sehemu ndogo sana, ni upinzani mkubwa tumeonyesha. Kwa hiyo nawaomba wazidi kutusapoti, watupe ushirikiano, inshaallah ipo siku yote na sisi tutachukua hii ubingwa wa aina yoyote, na wote kwa ujumla tutachukua ubingwa. Anawambia tu wapenzi wa burudani pamoja na michezo Uh, tuendelee kusapoti michezo kwa sababu michezo inajenga ushirikiano, furaha pamoja na umoja. Lakini sawa pia na wasi waijana wabaidi mbalimbali wachezaji wasivunjike moyo, waendelee kufanya mazoezi. Uh, inshallah ipo siku na sisi tutapata matokeo tu na tutaweza kutoa ubingwa. Ndio kapteni ambaye nimefanikiwa timu yangu kuipatia ushindi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mashindano yalikuwa mazuri, mashindano yalikuwa na upinzani, mashindano yalikuwa yanahitaji ufundi lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimefanikiwa na kwa namna moja ama nyingine kuweza kulipata kombe hili. Nashukuru sana, hakika tumefanya kazi nzuri, kwa sababu sio peke yangu ambao nimeweza kupambana na kuweza kuchukua ushindi huu. Kuna wachezaji wenzangu ambao wame, wamepambana wamehakikisha kombe hili tunazidi kubaki nalo au tunazidi kutengeneza timu yetu na kuwa mzuri. Pengine ukomavu katika mashindano ndio sababu hasa ya kushinda katika mchezo huu na kuwakandamiza mpaka hapa. Eh, ukomavu nao unachangia, kwa sababu hii hi ili bonanza lilikuwa ukifungwa yani, ngumijiwe ukifungwa, unaenda nje. Kwa hiyo sasa, kukoma kwetu ndio kumefanya tupate ushindi. mashabiki inawaambia waje kwa sababu hafla ni kubwa, hafla ni inachukua hadi rais, yani rais wa nchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania atakuwepo hapo. Baadhi ya viongozi waliohudhuria katika hafla ya kukabidhi kombe hilo kwa mshindi walikuwa na haya ya kusema. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza bonanza letu salama. Tuwapongeze washindi mwaka wa pili BAEDI, ongereni sana kwa ushindi bila kuwasahau lakini mwaka wa kwanza BAEDI nao wamepambana mpaka kufikia hatua ya fainali, na bahati mbaya wameibukia nafasi ya pili. Hongereni, hongereni sana mamini, mwaka wa kwanza BAED, kwa kujitoa kwa kupambana. Kwa haya machache ya utangulizi na pongezi, za ziada sana kwa waamuzi wetu waliotusimamia katika michezo yetu ya leo, pongezi kwa wachezaji, pongezi kwa nidhamu ambayo umeionyesha, ingawa damu zikishachemka kuna mawili matatu yanatokea, inakuwa ni sehemu ya mchezo lakini bila kuwasahau madaktari wa bonanza letu, makofi jamani! <laughs> <laughs> Sawa, tuwapongeze. Naam, tutatoa zawadi kwa mshindi wa kwanza, sawa eh? Na ni kombe letu lenye thamani ya shilingi laki mbili. Hii ndio zawadi kwa mshindi wa mwaka wa pili, ambao ndio machampioni. Sawa. Yes, sina mengi ya kuzungumza isipokuwa naomba tuitumie fursa hii, michezo hii ituamshe na itufanye kwamba tuamini kwamba tuna uwezo wa kushiriki michezo ndani ya chuo hiki. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, toka tumeanza mashindano haya mpaka tumemaliza, tumemaliza salama, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini ni wapongeze wote walioshiriki mashindano haya, na tumeshiriki kwa nidhamu na lengo kuu lilikuwa ni kuadhimisha miaka ishirini ya chuo chetu na ninashukuru tumefanya vizuri kama alivyokwisha kusema mwalimu wangu, basi niombe tuitumie chachu hii tulioipata leo kuadhimisha maadhimisho hayo. Na mwisho niwapongeze sana Baedi mwaka wa pili kwa kuwa washindi kwa kuniheshimisha kama w. Nashukuru sana. Naitwa mwalimu Joseph Kasole. Tunashukuru Mungu tangia asubuhi kwa kushirikiana na kioisalama chuo tumeshirikiana tangia saa kumi na mbili tunazindua bonanza letu, mpaka sasa hivi hapa tunahitimisha bonanza letu. Katika swala la ulinzi na usalama lipo shwari na tunaahidi pia kuelekea maazimisho ya miaka ishirini ya Mumu usalama utaendelea kuzingatiwa asa. Katika hatua nyingine, mashabiki waliohudhuria katika mchezo huo na wamezungumzia namna mashindano hayo yalivyoendeshwa. Kweli michuano ambayo ilikuwa inaendelea chuoni kwetu imeendelea vizuri na imekuwa na manufaa makubwa kwa wanafunzi hasa eh, kwa masuala ya kiafya zaidi, kwa sababu wanafunzi wengi wamepata wasaa wa kujumuika na wenzao, kwa hiyo wamepata wasaa wa kukutana na wenzao kujumuika kwa masuala ya kiafya, kisaikolojia pamoja na, na kwamba kudumisha kipaji e, kwa sababu ukiangazia michezo imekuwa kwa sasa hivi kama ajira na imekuwa sehemu ya ajira kwa vijana. Kwa hiyo vijana wengi naona kwamba wameonyesha uwezo mzuri kwenye wa, upande wa football na pamoja na upande wa netball. Watu wengi wameonyesha uwezo mkubwa. Kwa hiyo yangu ni hayo, kwamba michuano hii imekuja na hamasa kubwa, imekuja kwamba ikaonyesha kwamba wanafunzi namna gani wanaweza kujumuika kwa pamoja na kuweza kufanya mambo ya kimaendeleo, ushirikiano vitu vyote kama hivyo. Niko hapa katika chuo hichi cha Muslim University of Morogoro, nimekuja kushiriki kuona ushiriki wa bonanza hili ambalo linafanyika michezo tofauti tofauti, wakiwemo kama hawa hapa nyuma yangu mnavyowaona, kuna football pale, nimetokea kupendekezwa nayo, nimefurahi kuwaona na nimeshawishika pia kwa namna wanavyocheza. Mimi kama mwanafunzi nimefurahi kujumuika katika bonanza hili, kwa sababu nimepata marafiki wapya tofauti tofauti wenye elimu tofauti tofauti, tumepata ku exchange mawazo tofauti tofauti. Kiukweli nimefurahi sana na nimependekezwa pia, nimevutiwa nikiripoti, kutokea katika uwanja wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.